Nakukaribisha tena kwa mara nyingine. Tujifunze habari za ufalme wa mbinguni, na katika siku hii ya leo nataka tuangalie juu ya neno la Mungu katika vipindi vitatu, jinsi ambavyo ufunuo utokao kwa Mungu unapokuja kwa wanadamu unavyotenda kazi. Namaanisha kwamba unatenda kazi katika vipindi vitatu. Tuangalie mfano ambao mtumishi wa Mungu Isaya aliutoa katika kipindi ambacho alikuwa kihubiri kwa sababu nilikuwa ni swali lile lile ambalo nataka mahali hapa leo tulijibu. Katika kitabu cha Isaya 28 kuanzia mstari wa 23. Anasema ya kwamba tegeni masikio, sikieni sauti yangu, sikilizeni mkasikie neno langu. Je, mwenye kulima alima daima ili apande? Afunua daima madongoa ya nchi yake na kuyavunja? Akiisha kuulainisha uso wa nchi yake, je, hamwagi huko na huko kunde na kutupa tupa jira na kuitia ngano safu safu, na shairi mahali pake palipochaguliwa, na kuthemesi karibu na mipaka yake? Kwa maana Mungu wake anamwagiza vizuri na kumfundisha. Mstari wa 27 anasema, kwa maana kunde zile hazipurwi kwa chombo kikali, wala gurudumu la gari halipitishi huko na huko juu ya jira ile, bali kunde zile hupurwa kwa fimbo na jila ile kwa ufito, ngano ya mkate husagwa kwa maana haipurwi siku zote bila kukoma, na ingawa gurudumu la gari lake na farasi wake huitawanya ngano ile haisagi. Hayo nayo yatoka kwa Bwana wa majeshi, mwenye shauri la ajabu, apitaye wote kwa hekima yake. Unaweza ukaona jinsi ambavyo anamaliza mahali hapa, anasema ya kwamba hayo yanatoka kwa Bwana ambaye apitaye wote kwa hekima yake maanisha ya kwamba wako wenye hekima wengi. Hata Ibilisi naye katika mambo yake hutumia hekima, lakini pia hapa anachagua mfano kuwatumia wakulima, jinsi ambavyo wanaweza kufanya au kupangilia kazi yao wanayoifanya, kwa maana ya kwamba wanapofanya kazi yao wanaipangilia, hiyo ni hekima ambayo anasema ya kwamba wameitoa kwa Mungu, kwa maana ya kwamba Mungu ndio aliyewaagiza au hekima yote ambayo kwamba wanaitumia inatokana na Mungu. Lakini hebu tuseme sasa kwamba hii hekima ya kulima tuitumie, tuelewe jinsi ambavyo neno la Mungu linapotenda kazi katikati ya wanadamu katika majira yote. Hapa anasema ya kwamba anatumia wakulima hao na kujaribu kuwaelezea jinsi ambavyo walivyo na hekima, kwamba wanapoenda kulima wanaenda katika hatua ya kwanza kwenda kufungua au kufunua madongoa ya nchi, kwa maana ya kwamba kabla hajaweka ile mbegu wanaenda kuliandaa shamba ndipo wanaenda kuiweka ile mbegu. Na katika kupanda, wanaelewa jinsi ya kuipanda mbegu hii na nyingine. Mbegu ya mahindi hawataipanda sawasawa na mbegu ya mchele. Hapa anatolea mfano wa ngano, anatolea mfano wa kuthemesi, anatolea mifano ya mazao ambayo yalikuwa na limwa hasa katika nchi ya Israeli. Sasa sitaki nitolee sana mifano hiyo, kwa sababu huku hailimwi. Nataka tuelewe kwa mifano ambayo tunaitumia huku sasa ni kwa jinsi hiyo basi, tunaweza tukaona ya kwamba mkulima huyu anatumia hekima, na hata wakati wa mavuno anatueleza tena kusema ya kwamba katika mavuno pia bado hiyo hekima inaendelea. Ukiendelea okay, kusoma huu mstari wa 27, anasema ya kwamba, kwa maana kunde zile hazipuri kwa chombo kikali, wala gudumu la gari halipitishi huko na huko juu ya ile jira, bali kunde zile hupurwa kwa fimbo na jira ile kwa ufito. Kwamba kulikuwa na mazao ambayo yanapurwa kwa gari na kulikuwa na mazao ambayo yanapurwa kwa ufito, kama jinsi ilivyo tofauti kati ya kupura mahindi na mpunga. Sasa hii hekima ambayo mtumishi wa Mungu Isaya alikuwa anaizungumzia, maanake alikuwa anatolea mfano jinsi ambavyo neno la Mungu linavyotenda kazi, kwa sababu yeye alikuwa ni mtumishi ambaye analeta habari kwa kanisa, kanisa la Israeli, kanisa ambalo lilikuwa naongozwa kwa jinsi ambavyo torati tunavyoitazama. Sasa wale watu walikuwa wamekengeuka na kutoka nje ya neno lile la Mungu na wakati anawaletea neno hili, maanake ni watu ambao walikuwa wanawaonya, ili wapate kurudi na waondokane na makosa ambayo tayari walikuwa wameyatenda. Lakini jinsi gani watu hawa hawakuweza kutambua, hawakuweza kuisikia sauti iwayo yote ya nabii, si tu Isaya bali hata manabii wengine wa wote ambao Bwana Mungu aliwatuma kwao. Hata wakati wa Kristo nizo kaliona jambo hilo linaendelea kutendeka. Lakini mambo haya walikuwa wanayatenda au kuyafanya, ni kwa sababu hawakuelewa kwamba neno la Mungu linatendaje kazi katikati ya kila kizazi, kwa sababu wao walifikiri ya kwamba wanalo tayari lile neno la Mungu. Lakini hapa nawaambia ya kwamba neno la Mungu ni kama jinsi ambavyo mkulima anavyonenda au anavyoitenda kazi yake, kwa maana ya kwamba linakuja katika hatua tatu. Hatua ya kwanza, hapa tunaweza tukaona ya kwamba ni neno ambalo linakuja ili kwenda kupanda au kulipanda ndani ya mioyo ya watu na kwa maana hiyo, katika hatua hii ya kwanza, katika injili hii ya Kristo, utasikia mtu anakuhubilia habari za kumwamini, kuokoka, kwa maana ya kwamba kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi katika maisha yake. Hiyo ni injili ambayo mtu huyu anaenda kuipanda, na kuna maneno mengi anaweza kuyatumia ili tu kumfanya mtu huyu aweze kushawishika kuingia katika uzima. Sasa kuna hatua nyingine ambayo ni ya pili Hatua hiyo ni hatua ya kukuza. Hiyo ni hatua ambayo mtu huyu aliyeliamini lile neno lazima akomae au akue, kwa maana ya kwamba au kulie okovu, kulijua neno la Mungu, au kuijua haki, aweze kuenenda katika mapenzi makamilifu ya Mungu, kwa sababu hata baki katika neno moja tu, kusema ya kwamba mwamini Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi katika maisha yako, alafu akaishi na hilo katika maisha yake yote peke yake halitamfaidia kitu, ikiwa maneno hayo ya Kristo, hayajui ni maneno ya namna gani, ila amesikia tu maneno ya mhubiri kwamba yupo Yesu na akimwamini atapata uzima wa milele. Sasa maneno ya Yesu ni yapi? Maanake huyu mtu akiisha kuokoka, ndipo sasa anapaswa kwenda kufundishwa maneno hayo ni yapi, na ndipo huyo anaanza sasa kukua katika kimo cha kumjua Kristo. Sasa hapo ni kama mazao, wakati ambapo sasa yanapaliliwa yanakuwa na yanaenda sasa katika hatua ya tatu. Kwa maana mtu huyu ambaye amemwamini sasa Yesu Kristo anaenda katika hatua ya tatu. Na hatua ya tatu ni wakati wa mavuno. Hiki ni kipindi ambacho Bwana anakuja kuvuna walio wake. Kwa sababu tunajua na kufahamu ya kwamba katika kila vipindi wakati Mungu anapolipanda neno lake humea na magugu. Na kwa maana hiyo wakati wa mavuno ni wakati ambapo ni wa kutenga magugu na ngano. Kwa maana hiyo, kuna ufunuo wa aina tatu unaotoka kwa Mungu. Ufunuo ambao unakuja kwa ajili ya kupanda ni neno la Mungu kwa ajili ya kupanda, na ufunuo ambao unakuja kwa ajili ya kukuza ni neno la Mungu ambalo ni kwa ajili ya kukuza au kwa ajili ya kuwafanya watu wasimame sasa. Lakini jambo ambalo tunalifahamu katikati ya wakulima ni kwamba wakati wa kukuza ndiyo wakati ambapo ni mrefu kuliko wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Maana ni wakati ambapo tunasubiria mazao ya kuwe na yanapitia hatua ambayo ni ndefu kidogo, kwa maana hiyo yanachukua muda na kwa muda huu ndipo ambapo tunaweza tukauona sasa katika kanisa, wakati ambapo watu hao waliohubiriwa neno la kwanza la Kristo au injili ya kupanda wanapoingia kanisani, na ndipo hapa ambapo kunachukua muda mrefu ambao sasa watu hao wanabidi wakae na kuweza kuijua haki, lakini ndipo ambapo wakati huu ambao ni mrefu wa kusubiri wanapozaliwa walimu wa uongo na manabii wa uongo, na watu wanapokengeuka na kuiacha njia ya kweli, na ndipo hapo ambapo wanaenda kutengeneza sasa, kama jinsi ambavyo tulisoma katika kitabu cha Yeremia kwamba watu hawa wamemwacha Bwana aliye chemichemi ya maji ya uzima, na kwenda kujifanyia mabirika, kwa maana ya visima ambavyo ni vyuo vya kitheolojia, mahali ambako wanaenda kutoa maji ni wakati ambapo watu hawa huwa wanalikana neno la Mungu na kuiacha njia ya Bwana. Na ndiyo maana kwa nini wakati wa mavuno huwa ni wakati mgumu. Bwana anapotuma ufunuo wake kuwajilia watu hawa, huwa ni wakati ambapo ni mgumu katika nyakati zote hizi tatu, kwa sababu ni wakati ambapo sauti ya Bwana itakuja katikati ya watu hawa ambao wamekwisha kulipokea neno la Bwana ili kwamba wavune ama awatwae waliowa kwake. Lakini unaweza ukaona jinsi ambavyo inakuwa vigumu na wakati wote unaweza kaona hata katika maandiko manabii ambao Bwana aliwatuma kama Isaya, jinsi ambavyo unaweza kaona. Mahali hapa nasema maneno haya kwa sababu alihubiri lakini asione mtu yoyote ambaye anaitikia. Yeremia alihubiri lakini asione watu ambao wanaitikia. manabii wote ukisoma katika vitabu vyao, unaweza kaona jinsi ambavyo walivyokuwa wanaenenda, lakini wanatoka nakiwa na watu wachache sana. Pia unaweza kaona wakati wa Kristo, jinsi ambavyo anahubiri lakini watu ambao walimwamini walikuwa ni wachache. Sasa unaweza kuona ni jambo ambalo kwamba kwa nini inatendeka hivi? Kwamba watu tayari wamekwisha kuiacha njia ya Bwana wakati wa kukulia ule wokovu. Wakati ambapo watu hawa wanatakiwa kusimama katika haki. Kwa sababu mavuno yalipaswa kuwa ni mepesi. Kwa sababu tayari ni watu ambao wamekwisha kulijua neno la Mungu. Ni rahisi kuisikia sauti yake tena. Lakini unaona kwamba jinsi gani ambavyo inakuwa vigumu. Lakini pia kwa sababu ufunuo ambao unatoka kwa Mungu kwa ajili ya mavuno si ufunuo ambao tena unakuja na neno ambalo ni la kupanda si ufunuo ambao utakuja na neno ambalo linakwambia okoka, mwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapana, wala hakuna desturio, kwa sababu utakuwa kama unarudia kupanda kila ambacho umekwisha kukitenda tayari. Sasa jambo ambalo linatendeka kama jinsi ambavyo unasikia neno hili ambalo wakati wote nakuwa na kuhubilia, uweze kuona maneno hayo ambayo ni ya kuokoka, mjue Bwana Yesu okoka hayo ni maneno ambayo yanahubiriwa na watu ambao wanaenda kupanda hilo neno la Mungu katikati ya mioyo ya watu kwa mara ya kwanza. Lakini nataka nikuambie jambo moja kwamba walimu ambao wamelipanda hilo neno, walimu ambao wameenda kuipanda hiyo injili ya awali ni hawa ambao ndiyo wametumika pia kwenda kuwafanya watu hawa wakue, lakini kwa bahati mbaya ndiyo hawa ambao sasa wamefika katika hatua ya pili wakashindwa kuendelea mbele na kuwafanya watu hao wakule. Walifanya vizuri katika kulipanda neno la Mungu, walifanya vizuri kuwaleta watu kutoka katika uovu na kuwaleta kanisani. Hilo ni jambo ambalo wanapaswa kupongezwa, lakini hawakufanya vizuri katika kuwafanya watu hao wakulia wokovu, na ndipo hapo ambapo wakazalisha mafundisho ambayo hayatokani na Kristo, kwa sababu ndicho kipindi ambacho waliukataa ufunuo wa Kristo wakaenenda katika ufunuo wa wanadamu wakatengeneza vyuo vya theolojia mahali ambako ndiko wanapotoa ufunuo wao, na hapo ndipo wakalifanya kanisa liende kinyume na mapenzi ya Mungu, liende kinyume na roho ya Mungu, liende kinyume na Roho Mtakatifu. Na ndipo hapo unaweza kuona ya kwamba wanasimama sasa kinyume, wakati ambapo ufunuo wa Mungu kwa ajili ya kuvuna unapokuja, wanasimama kinyume nao, hawauelewi. Masikio yao yamezibwa na hayo mafundisho ambayo wameyasikia wakati wanapotaka kukulia ukovu, na wakasikia kila ambacho hakitokani na Mungu na kinatokana na wanadamu, na ndipo hapo ikawa ni vigumu wao sasa kusikia neno ambalo ni la kuvunwa kwao, na ndipo hapo unaweza ukaona watu wao, kwa sababu ya kuto kujua majira na nyakati, wanakuta kwamba wanapingana na Mungu, wanaenda kinyume na yule ambaye walikuwa nadhania wanamtumikia. Na hapa tunapozungumzia kama unaweza kutambua majira na nyakati, tunasimama katika wakati wa mavuno, wakati ambapo unalisikia neno hili, na mara nyingi linaweza likawa linakutatiza, linaweza likawa linakuuzi, kwa sababu halizungumzi mazuri kuhusiana na kila ambacho unakitenda, kuhusiana na dhehebu lako, kuhusiana na kila ambacho wewe unakitukuza, lakini neno ambalo Bwana nalisema katikati ya masikio yako, ili kwamba uweze kutambua makosa na ili kwamba uweze kutubu na kuweza kulijilia, kwa maana ya kwamba wewe ndio utakayekuwa yale mavuno. Lakini kama hulitii Maanake ni kwamba utakuwa umebaki shambani, wala hautatwaliwa kutoka katika shamba na kupelekwa nyumbani kwa yule mwenye shamba. Maanake wewe utakuwa umebakia katika lile shamba, aidha wewe ni magugu au ujakizi vigezo vya yule ambaye anatoa yale mazao. Kwa hiyo tazama wakati huu kama wakati ambao ni wa kutwaliwa ama wa kuachwa. Fungua masikio yako ukalisikie neno hili ambalo Bwana amesema na wewe. Karibu tena kwa wakati mwingine.